Leo hii nimepata nafasi ya kuhudhuria mafunzo ya TUGHE pamoja na waajiri na viongozi hapa mkoani Arusha. Yamekuwa ni mafunzo mazuri ambayo chama cha wafanyakazi TUGHE kwa kushirikiana na waajiri wameweza kuyafanikisha. Tumeweza kujifunza masuala mengi katika mkutano huu. Tumeweza kujifunza masuala ya maslahi ya wafanyakazi. Tumeweza kujifunza masuala ya namna mbalimbali ya kuwahudumia watumishi wetu katika maeneo ya kazi, masuala ya afya ya akili akiri na namna yanavyoweza kuchagiza uh, maendeleo katika taasisi zetu tunaporejea. Tushukuru maandalizi yamekuwa mazuri tokea tunafika hapa mkoani Arusha. Uratibu wa tukio zima umekuwa mzuri. Lakini kumekuwa na huduma nzuri na taratibu ambazo zimewekwa. Kwa kweli tumenufaika na mambo mengi ambayo ni matarajio kwenda kuleta mabadiliko mapya katika vituo vyetu vya kazi, kwa kushirikiana na watumishi wetu, lakini pia tukiendelea kuimarisha umoja na mshikamano baina ya vyama vya wafanyakazi pamoja na upande wetu wa ajiri. Tuendelee kuwashukuru sana, lakini pia kuwataka wafanyakazi wote kuendelea kujiunga na vyama vya wafanyakazi ikiwemo TUGHE ili waweze kuwa na sauti ya pamoja, ya kukaa pamoja, kujadiliana pamoja, kushauriana pamoja na kutatua changamoto pale zinapotokea. Nasi upande wetu wa utawala tutaendelea kuwa na mbinu bora ambazo tumeendelea kuzipata na kufundishwa katika kuongoza watu wetu waweze kutenda kazi na kuleta tija na ufanisi katika vituo vyetu vya kazi.